Uh, kaamua kuwakacha Lupopo ambayo inashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, hmm, kaja ya huku Tanzania kucheza timu ambayo inacheza shirikisho barani Afrika miaka hmm ya nyuma hiyo ilikuwa ni nadra sana kuona mchezaji kutoka DRC anakuja Tanzania tena kucheza kombe la shirikisho na anaacha timu yake ambayo inacheza ligi ya mabingwa. Hii inakuonyesha kwamba kwa sasa hivi ligi yetu imekuwa bora sana kuliko hata ligi ya DRC, kwa maana sasa hivi DRC huko mambo mabaya yanaendelea, wakongo wote wanatamani kuja kucheza ligi yetu sasa hivi. Wee, karibia kila timu ambayo unaelekea sasa hivi, zile timu kubwa kubwa, utakuta kuna DRC. Wee, kitambara tu ambaye ana mambo mengi, kitambara anamonia kwenye mashindano ya kwanza na akasema anamaliza huko juu kwa juu Azam yani inakaribia <laughs> kila timu ukigusa, zile timu tuseme, hata zile top 4 mm -hmm, ambazo zimemaliza msimu jana mm -hmm. Singida yupo also mwako kutoka pale DRC, Azam FC yupo Kitambala, Young Africans yupo Boca, Simba Sports Club yupo Edim Panzu. Hii inakuonyesha kwamba wakongo wenyewe sasa hivi wanakimbia ligi yao kuja kwenye ligi yetu, kwa sababu ligi yetu ina fedha, ligi yetu pia ina ubora. Yonekana, na, na inaonekana pia kiujumla kwa hayo mambo ndo yanayofanya ligi yetu kuwa bora na hayo mambo ndo yanakosekana kwenye ligi ya Congo, mpaka wachezaji wanawakimbia kwao. Tujipigi tu kifua Tanzania, sema ni sisi ni wamba e, we jipigi kifua sema wee ni mwamba e, e, sisi ni wamba e, safi.